Naam, nikukaribishe tena mwanamichezo mwenzangu wa DNA TV, karibu kwenye kipindi cha michezo. Tunazungumza hapa taarifa nyingi sana za kimichezo lakini pia na uchambuzi ambao umetukuka, unaopata hapa kila kitu. Kama bado na ja mwanafamilia wetu, cha msingi, nenda kwenye ukurasa wetu hapo subscribe, alafu usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata kila kitu ambacho tunakuandalia. Mimi ni shughuda kwa muda wote mzee wa Midagodi Fenyanto, nyuma ya kamera director Jovano, wakizingatia kila kitu kinakuwa sawa, bwana leo nakupa taarifa kuhusiana na timu ya Simba Sports Club kulikuwa kuna tetesi ya kumtaka kocha wa timu ya Gaborone United eh, bwana Dimitri Pantev. Sasa timu ya Gaborone United tayari wao wameshathibitisha kwamba kocha huyo eh, raia wa Bulgaria tayari ameshaaga kwenye kikosi hiko na amempa mkono wa kila laheli kwenda kujiunga na timu ambayo anahusishwa nayo, si nyingine ni Simba Sports Club. Taarifa ambazo ziko ndani yangu mimi mzee wa mida na za kiutundoti kwamba Simba Sports Club tayari wameshamalizana naye, mwamba anakuja kukinoa kikosi cha Simba na anakuja kuchukua mikono rasmi ya kocha David Fadu ambaye aliondoka kwenye kikosi cha Simba. Amepewa kandarasi ya miaka miwili ndani ya Simba mku, na anakuwa kocha mkuu na taarifa ambazo niko nazo jamaa anakuja na kocha msaidizi wake ambaye kocha wa sasa msaidizi ni Sulemani Matora, tumemuona akiongoza kikosi cha Simba kwenye mchezo wa ligi kuu e, dhidi ya Namungo na Simba kupata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri, lakini kocha mpya bwana Mr Dimitri yeye anakuja na kijana wake kocha msaidizi kwa ajili ya kuhakikisha mnyama Simba anaunguruma, na tunafahamu Simba balaa la Simba kwenye michuano ya kimataifa tunafahamu balaa la Simba kwenye ligi kuu, ingawa hivi karibuni ngapi kadri ilikuwa bora sana ubabe wake kwa kuchukua mataji kwa misimu minne. Simba inasukwa na historia ama um, kitu kidogo tu kuhusiana na kocha huyu ambaye anakuja. Tumeona kwenye michezo miwili alivyokuwa anacheza, uh, Gaborone dhidi ya Simba home and away, tumeona jinsi ambavyo Gaborone wamecheza eh, waliruhusu waliruhusu bao moja kwa sifuri, lakini pia tumewaona Gaborone walivyocheza katika dimba ya Benjamin Mkapa, walitoa sare ya bao moja kwa moja. Simba kaona isiwe kesi Acha tukuchukue kocha, kwa sababu sisi tunatafuta kocha. Wamemalizana naye, na taarifa njema kwa timu ya Gaboroni United, wamepata mpunga kutoka klabu ya Simba. Kwa sababu gani? Kwa sababu e, alikuwa na mkataba na Gaboroni na Simba, chini ya rais wa heshima Mohamed Dewji ametia mpunga pale, wamemalizana kwa amani na wametoa barua rasmi. Hizi sio tetesi tena, hii ni official kwamba anakuja klabu ya Simba na tayari ameshakata tiketi ya ndege, muda wowote kuanzia hivi sasa atatua kunako mitaa ya Msimbazi. Hii ni taarifa njema sana kwa sababu Simba walikuwa na struggle kumpata kocha uh, baada ya Fatu kuondoka timu, akakabidhiwa Hemedi Moroko katika mechi, mechi moja ya marejeano ya Gaborone, lakini pia tukamona kwenye ligi Suleiman Matola. Licha ya Simba kukimbiwa na kocha, bado michezo yake yote miwili amecheza vizuri sana eh, sare, bao moja, bao moja, ya bao moja kwa moja dhidi ya Gaborone, lakini pia ushindi wa mabao matatu kwa sifuri kwenye mchezo wa NBC sio jambo dogo sana. E, kama timu ambayo haina kocha nilikuwa nazungumza na mashabiki wa Simba nasema kwamba tulikuwa kama atima, tulikuwa kama vile tumetengwa. Sasa hivi unyonge umekwisha nyama, Simba anapata kocha ambaye ana, ana, ataifikisha Simba kwenye nchi ya ahadi. Unajua hakuna kitu ambacho kinauma kama kupoteza mataji yote misimu minne mfululizo ukiwa kama e, kama timu kubwa, kama Simba, timu namba tano barani Afrika alafu inapitia misukosuko inakuwa sio kitu kizuri sana. Eh, kwa sababu Simba tujazoea kuwa mnyonge. Unajua, Simba siku zote lazima ungurume eh, kwa heshima. Hiki kitendo cha Young Africans kukaa misimu minne kum, kumfunga mara tano, mara sita eh, kuchukua mataji yote muhimu misimu minne mfululizo, hiyo sio afya nzuri kwenye soka, hasa hasa kwa Simba na uongozi wake. Na ndio maana wameamua msimu huu wajilipue, wamchukue kocha kocha makombe huyu. Eh, stori yake fupi, ame amefanikiwa kuipa uh, timu tatu hivi kwenye maisha yake ya soka mataji. Gaborone United ameipa taji eh, la ligi ya Botswana msimu jana, lakini pia amefanikisha timu kucheza michezo ya kombe la klabu bingwa licha ya kutolewa na Simba. Amewahi pia kuipa taji eh, timu ya Ivory Coast ligi daraja la tatu, alipa eh, ubingwa na kuipandisha kwenye ligi daraja ya pili, lakini pia nchini India alishawahi pia ku, kuipa taji timu ya pale nchini India. CV yake ni nzuri by the way. Tusubiri tuone atakavyokuwa manake kutoka kwenye nchi moja kwenda kwenye nchi nyingine hasa Tanzania kuna kwa kuna misukosuko mingi sana. Kwa nini? Kwa sababu uwanja ambao anatumia kule Gabon ama India ama Ivory Coast na huku Bongo ni vitu vitu tofauti. Labda inaweza vikalandana lakini kuna baadhi ya vitu vitakuwa vimemkwamisha. Vitu ambavyo vilikuwa vinampa faida e, eh, Gabon huku Bongo kama vipo vitakuwa vinampa faida mara mbili lakini kama kuna vitu vilikuwa vinampa kama mseleleko afu huku Bongo vikaa, vipo vitakuwa vinampa ugumu faida ambayo yuko nayo CV yake itakuja kupanda, kwa sababu Simba Sports Club sio timu ndogo, ni timu kubwa barani Afrika. Kuifundisha Simba, maanake pia tena mwenyewe CV yake inapanda pia, lakini pia Simba e, kufundishwa na kocha huyu basi pia itakuwa na muono wa kupata mataji, kwa sababu huyu ni kocha wa makombe. Hii ni taarifa kuhusiana na Simba na ujio wa kocha mpya Dimitri Pasevo ambaye Alaki, alikuwa anakinua kikosi cha Gaboroni na tayari ameshapewa mkono wa heshima, ameagwa kwa vizuri kabisa, baraka zote amezichukua na kuja Simba Sports Club kukinua. Niambia kwenye comment hapo ujio wa kocha huyu, wewe kama shabiki wa Simba baada ya misukosuko yote kuondoka Fadlu Davids, wewe unalichukuliaje, ama wewe una maoni gani? Subscribe hapo, bonyeza alama kengele ili kesho pia ama siku yote tukiwa tuna upload hapo na kuwa mtu wa kwanza kupata kila kitu ambacho kinajitokeza ishikilie DNA TV, hii ndio chaneli ambayo unapata taarifa zote za michezo na taarifa zingine ambazo tunaziweka hapo, usiende pahala pengine, sehemu ni moja tu. Mimi ni mzee wa meda. Shukrani sana direkta Jovano kwa kuzingatia, kila kitu kinakuwa sawa.